Hiyo sasa nifanye ile tendo tena baada ya kumpata Mchungaji Mntangi ambaye amechaguliwa katika nafasi hii. Wengine labda hawajasikia sauti yake e, wale wa jimbo la Pwani wasimame, maana wao ndio waliotuletea msaidizi kipindi hiki kutoka jimbo la Pwani. Nao mna furaha yao, watu wa Pwani, asante sana a jimbo la Pwani, tunawashukuru watu wa jimbo la Pwani. Naomba mkae watu wa jimbo la Pwani, ajitambulishe tu ni kujitambulisha tu na kusema neno dogo e, na baadae hapo ndipo tutaingia katika jambo lile. Nikukaribishe mchungaji e, Mntangi, Dean mteule dayosisi yetu, ili uweze kusema neno kwa mkutano mkuu huu, karibu sana pendwa Bwana asifiwe, amen. Kwanza e, nichukue nafasi hii kipekee sana kumshukuru Mungu, Mungu ambaye ametupa neema ya kuwepo mahali hapa katika mkutano wetu huu wa tano, lakini pia nimshukuru baba Askofu. Eh, amefanya jambo kubwa ambalo kwangu mimi sikulitegemea la kuwa msaidizi wake. Si jambo lepesi wapendwa, ndio maana unaponiangalia naweza ukaona sura yangu jinsi ilivyo. <laughs> na nafikiri mengi, lakini kwa yote, katika yote, basi nichukue nafasi hii kwa kweli kukuipongeza baba askofu, lakini kukushukuru kwamba umeniamini lakini pia niwashukuru wajumbe wote wa mkutano huu, kwanza kwa kupiga kura ya, ya, ya ndio, lakini hata wale ambao hawakunipigia kura pia nawashukuru kwa sababu wana uamuzi wa kufanya hivyo. Lakini mimi niseme jambo moja tu kwamba nilikuwa kwenye jimbo na kwenye jimbo niliona mambo magumu sasa inapotokea kwamba tena napewa kitu kikubwa zaidi, naweza mkaona ugumu ulivyo i kwa sababu abadini ameahidi kwamba atanipa ushirikiano yeye <laughs> kwa kuwa ameshapitia kwenye njia hizo, basi ni imani yangu kwamba na mimi atanionyesha hizo njia mpaka hapo alipofikia. Wenzangu, Baba Askofu, mi niahidi kwamba nitakupa ushirikiano mzuri katika nafasi hii ambayo umenipa. Lakini wenzangu wachungaji, pia ni imani yangu kwamba tutaifanya kazi ya Mungu vizuri kwa upendo, lakini pia kwa amani. Hii ni kazi ya Mungu na washarika wote ambao mko mahali hapa. Tunaendelea kukumbushwa na neno la wa Mungu. Wakati mwingine mimi nikisoma kitabu kile cha Yohana 5 au Yohana 15 mstari wa tano unasema kwa maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo bila Mungu mimi siwezi kufanya jambo lolote, kwa hiyo nategemea sana nguvu ya maombi na hata wabaskofu, ili aweze kufanya kazi yake. Wapendwa, tunahitaji kumwombea. Kipindi hiki ni kipindi kigumu sana wakati mwingine sisi tunamwonea huruma, anapita kwenye kipindi kigumu, kuna mizigo mengi anatwishwa, na ndio maana na mimi naogopa, anatwishwa mamizigo makubwa, mengine hayamhusu, lakini basi tu kwa sababu watu wameamua kufanya hivyo, wanamtwika. Lakini baba Askofu ana roho ya pekee ni kwamba anakubali, anakubali kama Yesu alivyofanyiwa, utafanya nini kwa mimi niwatakie tu baraka za Mungu, na nawaomba sana mniombee mimi. Sifurahii kuitwa tu dini halafu hamna kinachoendelea. Kuwe na matokeo, na katika haya yote ni kuomba na ni imani kwamba wachungaji wenzangu mlioko mahali hapa, naanza na wachungaji wenzangu, nawasihi sana na washarika basi muendelee kuombea ofisi hii ili tufanye yale ambayo Mungu anayahitaji tuyafanye kwa wakati wetu. Waskofu ni kushukuru tena baba dini na katibu mkuu na wajumbe wote, Mungu awabariki sana, asanteni, asante sana, nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe.